Na ndiyo maana narudia wito wangu kwa wanakawe, nileteni Gwajima, nileteni Gwajima, nileteni Gwajima, nileteni Gwajima. Mtamleta? Ndugu zangu, nina machungu na machozi mengi ya Kawe Nashindwa kufanya kazi ya mambo makubwa. Miaka mitano imepita sijafanya ya kutosha Kawe. Ninaomba hii miaka mitano nitakayopewa urais, muniletee kwa Gwajima pamoja na madiwani wake, muone kama sitafanya mambo ya ajabu. Nileteni kwa Gwajima. Wangapi watamleta kwa Gwajima?